chanzo cha wale wanafunzi wa chuo kule kufanyiana ukatili, na inasemekana kwamba sababu ya wale wanafunzi kufanyiana ukatili ule ni kwamba walikuwa wanampigania Mwijaku ambaye ndo alikuwa kama vile danga la yule binti anaitwa Mary ambaye ndo inasemekana kwamba yule ni mchepuko wa Mwijaku, lakini Mwijaku akapita pia na rafiki wa yule Mary, kitu ambacho huyo Mary kilimkera na kumkamata yule rafiki yake na kumuingiza chumbani akiwa yuko na gengi yake na kumfanyia kile ambacho amemfanyia so Mheshimiwa Waziri Gwajima alilivalia njuga hili, ilisakata mwanzo mwisho mpaka hawa mabinti wote walikamatwa akapelekwa polisi, na Mwijaku mwenyewe pia inasemekana kwamba alichukuliwa kwenda kuhojiwa kituo kituoni, lakini at the end of the day tunaona kwamba Mwijaku yuko uraiani. Lakini kuhusiana na kesi jinsi inavyoendelea kwa upande wa wale mabinti bado hatujapata update, tutakapopata tutakuletea hapa hapa Trend TV. Lakini Mwijaku bwana, katika interview ambayo ameifanya hivi karibuni, siku ya juzi, siku ya jana, sorry usiku, Mwijaku bwana amedai kwamba anampongeza mheshimiwa waziri e, kwa hatua ambazo amezichukua. Wakati huku watu wanajua kabisa kwamba Mwijaku naye pia anahusika na ile kesi, afu inakuaje tena anapongeza kile ambacho kime happen. Lakini pia kuishia hapo akasema kwamba inatakiwa Tanzania tupendane, hii nchi ni amani. Uwezi ukamfanyia mtu unyama kiasi kile, na mabinti pia wa vioni wazingatie elimu waache tamaa. Umeona? So maneno hayo ya Mwijaku huyu yamefanya watu wengi sana wa react. Kwa mfano hapa kuna page wamekuja ameandika kwamba bwana Mwijaku ampongeza waziri Gwajima kwa hatua aliyoichukua. DC Mwijaku amempongeza mheshimiwa eh, kwa kile ambacho amekifanya kuhusiana na sakata la mabinti wa chuo kumgombania na kuumizana na ku vibaya huku DC akidai kwamba amechizwa sana na kitendo kile ambacho hao mabinti wamemfanyia mwenzao mambo hayo. Sasa huku katika comment bwana, ndipo watu walipokuja kulalamika na kumsema vibaya Mwijaku kwamba yeye ndo chanzo, alafu sasa hivi anajifanya eh, anapongeza hatua ambazo zimechukuliwa kwa wale mabinti. Kwa mfano kuna huyu hapa anaitwa Earring Point anasema kwamba bwana, baba mkavu huyu, kwa mnasema kwamba bwana huyu jamaa mkavu Tanzania sio yeye, kwa mnasema kwamba bwana huyu jamaa kweli, nati huwa zinacheza kwa Sawa bwana, sehemu zote anaweka usanii tu mpaka kwenye vitu serious kama hivi kweli. Kuna mtu ameandika hivyo, kwa sababu bwana. Tuendeni mbele, turudi nyuma, tabia za mtu akiwa na kesi eh, akishahojiwa tu anarudi anajichetua eh, kana, kana, kana, kana kwamba hakuna alichokikosea. Uoga mimi inanikera sana kuna mtu ameandika hivyo. So ukiwa kama mdau na wewe pia, hebu tuwekee maoni yako katika comment section, tutakao tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.